DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na siku njema msikilizaji, nawe unayetufuatilia. Wakati huu ni wakati mwingine wa matangazo ya jioni, nami hapa studioni ninakukaribisha sana kuanzia sasa hadi tutakapomaliza. Naitwa Lilian Mtono. DW Habari za ulimwengu. Msomaji ni Grace Kabogo. Kwanza muhtasari wake. Umoja wa Mataifa wamesema takriban tani laki moja na sabini za misaada zimeandaliwa na zinasubiri kupelekwa Gaza. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemtaka rais wa Rwanda Paul Kagame kuacha kuwaunga mkono waasi wa M 23 na rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der asalimika katika kura za kutokuwa na imani naye katika bunge la Ulaya. Habari kamili. Geneva, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu OCHA imesema takriban tani laki moja na elfu sabini za misaada zimeandaliwa na zinasubiri kupelekwa katika Ukanda wa Gaza. Msemaji wa OCHA ameyasema hayo leo baada ya Israel na Hamas kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano katika awamu ya kwanza ya mpango wa amani wa Gaza. Amesema mara tu maafisa wa Israel watakapotoa idhini, misaada hiyo inaweza kupelekwa kwa watu wenye uhitaji. Amesema misaada hiyo ni pamoja na chakula, dawa, mahema na misaada mingine inayohitajika haraka. Mapema wiki hii OCHA ilisema maafisa wa Israel ama hawajaidhinisha au wamezuia asilimia 45 ya magari yake ya misaada yaliyoorodheshwa tangu vita vilipoanza Oktoba mwaka 2023. Wakati huo huo, Israel imesema usitishaji mapigano utaanza kutekelezwa ndani ya saa 24 baada ya mkutano wa baraza la mawaziri la usalama Brussels. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Chisekedi amemtaka rais wa Rwanda Paul Kagame kuacha kuwaunga mkono waasi wa M23 nchini Kongo. Akizungumza leo mjini Brussels nchini Ubelgiji, katika jukwaa la Global Gateway, Chisekedi amemsihi Kagame washirikiane kwa pamoja katika kuleta amani. Ndiyo maana na kuomba kupitia jukwaa hili na huku ulimwengu mzima ukishuhudia kukuomba mheshimiwa rais, ili tulete amani. Chisekedi amesema wito huo unahusisha Kagame kuliamuru kundi la M23 kusitisha mapigano ambayo tayari yamesababisha vifo vingi. Katika hotuba yake, Rais Kagame hakuuzungumzia moja kwa moja mgogoro huo. Hata hivyo, alirejelea kwa kifupi kauli ya awali ya rais wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa aliyesema anahisi msukumo wa kutaka amani alipowaona pamoja viongozi wa Rwanda wa Kongo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe amesema mtu pekee ambaye anaweza kuvimaliza vita vya Kongo ni Rais Chisekedi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW bon Strasbourg. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesalimika katika kura mbili za kutokuwa na imani naye katika bunge la Ulaya. Hoja mbili zilizowasilishwa na wabunge wa siasa kali za mrengo wa kulia wanaojulikana kama Wazalendo wa Ulaya na wabunge wa vyama vya mrengo wa kushoto zilishindwa kupata angalau kura 360 zinazowakilisha robo tatu ya kura zote zilizopigwa. Hoja ya wanasiasa wa mrengo mkali wa kulia iliungwa mkono na wabunge 179 huku 378 wakipiga kura ya kupinga na 37 walijizuia. Hoja ya wanasiasa wa mrengo wa kushoto iliungwa mkono na wabunge 133 huku 383 wakipiga kura kupinga na 78 walijizuia. Von der Leyen amesalimika kutokana na migawanyiko ya kisiasa kati ya wabunge wa Umoja wa Ulaya, lakini kura hizo zinaonyesha ukosoaji unaoongezeka kuhusu sera zake. Paris, ripoti ya vyombo vya habari zilizotolewa hii leo zinaonyesha kuwa jeshi la Sudan lilitumia gesi ya klorini katika mashambulizi mawili mwaka elfu mbili na ishirini na nne kaskazini mwa mji mkuu Khartum mwezi Juni. Marekani iliweka vikwazo kwa serikali ya Sudan inayoshirikiana na jeshi kutokana na matumizi ya silaha za kemikali, lakini haikufafanua wapi na lini walizitumia. Uchunguzi uliofanywa na shirika la habari la France 24 umeonyesha kuwa jeshi linaonekana kudondosha mapipa mawili yenye klorini Septemba mwaka 2024 karibu na kiwanda cha mafuta cha Al Jail kaskazini mwa Khartoum. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema matumizi ya kemikali ya viwandani kama silaha yanasababisha hali ya wasiwasi wasi. Sudan imerudia kukanusha madai ya Marekani, ikiyaita yasiyo ya msingi na kitisho cha kisiasa. Stockholm, mwandishi wa vitabu kutoka Hungary Laszlo Krasznahorkai ameshinda tuzo ya Nobeli ya fasihi kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Katibu mkuu wa taasisi ya Sweden inayoandaa tuzo ya Nobel Mats Malm amesema Krasznahorkai ametunukiwa tuzo hiyo kutokana na juhudi zake za kipekee na zenye maono mapana, ambazo hata katikati ya hofu na machafuko ya dunia zinaonyesha tena nguvu na uzuri wa sanaa. Kazi zake kadhaa ikiwemo Santantango ntango na The Melancholy of Resistance zilibadilishwa na kuwa filamu na mtengeneza filamu wa Hungary Bela Tarr. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn dunia yetu leo jioni. Shukran Grace, kwa kutusomea taarifa ya habari na jioni njema. Msikilizaji, shamra shamra zinaendelea kote kwenye ukanda wa Gaza na ndani ya Israel baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya awamu ya kwanza ya mpango wa amani, licha ya shakashaka juu ya utekelezwaji wake. Kana si kuna mengi jioni hii. Pia nitakupeleka huko Kigoma, Tanzania, ambako tutamsikia mgombea wa ubunge kupitia CCM kwenye jimbo la kigoma mjini Levocatus Chipando maarufu kama Baba Levo. Kwanza kabisa ni baada ya kuona baadhi ya watu ambao wamepewa nafasi ya kuwa wabunge katika jimbo la Kigoma mjini wanashindwa kuyafanya yale ambayo yanawasumbua watu wa Kigoma mjini. Kanasi, utasikia kwa kina. Na rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametoa wito wa amani kwa rais wa Rwanda Paul Kagame. Mimi ni Lilian Mtono, muzikia. Na tunaanza uchambuzi. Wakati Israel ikitangaza kusainiwa kwa makubaliano ya utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mpango wa amani wa ukanda wa Gaza mjini Cairo hii leo, shamra shamra zinaendelea kote kwenye ukanda huo na ndani ya Israel kwenyewe, licha ya mashaka ya kuvunjwa makubaliano hayo kama ilivyojiri huko nyuma. Huko Ufaransa ikiwakutanisha pamoja mawaziri wa mambo ya kigeni wa Ulaya na Arabuni kujadili hatua za haraka kuisaidia Gaza. Mohamed Helef na taarifa zaidi Kwenye kitongoji cha Dar el Balah katikati ya Gaza, maelfu ya Wapalestina wamejitokeza mitaani tangu usiku wa jana kushangilia tangazo la kufikiwa makubaliano ya amani kati ya na mgambo wao na Israel. Maelfu ya Palestina hawa ni raia waliolazimika kuwa wakimbizi wa ndani, huku wenyewe wakiwa wamechoka kwa mateso, njaa na kupoteza ndugu na jamaa kwenye miaka miwili ya vita vya Israel kwenye ukanda wao. O Muhammad Wadi, mmoja wa wakimbizi wa ndani kutokea jiji la Ghaza, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hawezi hata kuficha furaha yake licha ya maumivu yote aliyopitia. Farha Arima. Leo furaha isiyo mfano imesambaa kwa watu wote wa Palestina, hasa sisi watu wa Gaza kutokana na makubaliano haya ya usitishaji mapigano. Tunatarajia Mungu ataidumisha furaha hii yetu. Mungu akipenda, usitishaji huo wa mapigano utakuwa wa kudumu, vita havitarudi, na tutaishi kwa usalama na amani. Hamasa hii iliyochanganyika na hisia za majonzi nashuhudiwa pia kwenye kitongoji cha Khan Yunis ambako mamia kwa maelfu ya wengine wameingia mitaani wakipiga mayowe ya furaha. Ha, huku wakipaza sauti kuwarejea nyumbani wakiwa washindi. Mjini Tel Aviv kwenye eneo lililopewa jina la uwanja wa mateka, maelfu ya Waisraeli nako wamekusanyika wakifurahia makubaliano haya ambayo hatimaye yatafanikisha kurejeshwa nyumbani mateka wote waliosalia mikononi mwanamgambo wa Kipalestina. Hali kama hiyo imeshuhudiwa pia mjini Jerusalem, ambako Sharon Kanotte, mkazi wa mji huo, amemshukuru Rais Trump wa Marekani kwa kufanikisha makubaliano haya. Ninatamani kweli kwelikweli kwamba jambo hili limalizike na nawangojea kwa hamu mateka wetu. Asubuhi ya leo tulikuwa na hisia kali sana sote, tulililia. Miaka miwili ya jinamizi imekwisha, na leo ni sikukuu kwetu. Shukran kwa Trump, kwa Netanyahu na kwa kila mtu kwa familia zote. Hayo ya kijiri. Nchini Ufaransa unafanyika hivi leo mkutano wa mawaziri wa wakigeni wa mataifa ya Kiarabu na Ulaya kuzungumzia jinsi ya kuwasaidia wa Palestina kwenye ukanda wa Gaza mara tu vita vitakapomalizika. Vita mkutano huu uliofunguliwa na Rais Emmanuel Macron unafanyika ikiwa ni chini ya masaa 24 tangu upata ngazi kufikiwa makubaliano hayo kati ya Israeli na Hamas. Mkutano huu wa Paris unahudhuriwa na Misri, Jordan, Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa upande wa mataifa ya Kiarabu, huku ule wa Ulaya ukiwakilishwa na mwenyeji Ufaransa, Italia, Ujerumani, Uhispania na Uingereza. Uturuki na Umoja wa Ulaya pia zinashiriki. Na tukisalia kwenye suala hili, wakazi wa ukanda wa Gaza waliokimbia makazi yao wamepokea kwa matumaini makubaliano mapya ya amani kati ya Israel na Hamas, ingawa wengi bado wana mashaka kuhusu utekelezwaji wake na mustakabali wa usalama wao. Mengi ni kwenye ripoti ya Selina Mdemu. Mashambulizi madogo ya angani yaliyofanywa na Israel hayakuwazuia wakazi kuonyesha furaha, hata wakati mji wa Gaza ukiendelea kukabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu. Amjad Shawa, mkuu wa mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali ya Palestina, amesema bado haiko wazi ni jinsi gani misaada ya kibinadamu itafikishwa Gaza au ni malori mangapi yatakayoruhusiwa kuingia. Ameonya pia kwamba kurejea kwa wakazi makwao bado ni hatari can... wakati huu ni na mahima au makazi zinataka kujua kinachoendelea kwenye nyumba zao huko Gaza City na kaskazini mwa Gaza. Ninawaonya wasirudi sasa, Waisraeli wanaweza kuwashambulia. Watu wangu wanahitaji muda zaidi wa kupona na kuelewa hatari ya kurudi. wakati huo Shawa amesema mamia ya familia bado hawana makazi, maji wala chakula, na watu wengi wana hofu ya kurudi kwa sababu baadhi ya maeneo, hasa kaskazini mwa Gaza, bado si salama. Amesema familia kadhaa zilizojaribu kurejea ziliuawa, akiongeza kuwa idadi ya vifo imefikia takriban watu 67,000 wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Wachambuzi wa Mashariki ya Kati wanasema makubaliano haya ni hatua ya awali tu. Ibrahim Rahbi, mchambuzi kutoka Dar es Salaam, amesema utekelezaji wake utategemea kwa kiasi kikubwa utashi wa Rais wa Marekani Donald Trump aliyesimamia mchakato huo. Eh, ukitazama mwitikio wa ulimwengu, umekuwa ni mkubwa. Uh, ukitazama nchi za Mashariki ya Kati, nchi za Kiarabu, nchi zenye Waislamu na nchi mbalimbali duniani zimeuitikia kwa nguvu kubwa mpango huu. Uh, unaweza ukatamani kuwa mpango huu ndio ungekuwa ni mpango halisi ule ulipitishwa na Umoja wa Mataifa, nadhani tungekuwa tunaenda kwenye suluhu ya moja kwa moja, lakini tunabaki kuwa bado tuko kwenye mpango wa utashi wa Donald Trump na utekelezaji wake huenda ukawa pia ni utashi uh, Tunaweza tukapata suluhu ya muda lakini, bado hatujapata suluhu ya moja kwa moja ya mzozo ambao unafika zaidi ya miaka sabini na saba kati ya Israeli na Palestina. Kutoka London, Abdurrahman Muhammed amesema makubaliano hayo ni suluhu ya muda, kwani bado hayajagusa mambo ya msingi yanayohitajika kufikia amani ya kudumu. Kwa upande wangu unasema hii ni suluhu tete sana, kwa sababu yale makubwa na ya msingi hayamo katika kusimamishwa kwa mapigano. Hii ni kusimamishwa kwa mapigano tu, lakini makubwa na ya msingi ni kukaliwa kwa Palestina na nchi ya Israel na kuwepo kwa mataifa mawili yaliyo huru katika eneo lile. Je, hilo litawezekana? Na hilo ndio linaloonekana kuwa litaleta Uh, suluhu ya kudumu. Hilo halimo kwenye makubaliano ya sasa hivi. Kwa ujumla, wachambuzi wanasema mpango huu utafanikiwa tu iwapo Marekani na Israel zitaonyesha dhamira ya kweli ya kisiasa na endapo Benjamin Netanyahu hataigeuza Gaza tena kuwa uwanja wa siasa za ndani. DW, tunavuma kwa kishindo tunavuma kwa kishindo. kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni, na tunapatikana moja kwa moja kupitia kwenye kurasa zetu za Facebook na YouTube. Tufuatilie huko. Jumuiya ya maendeleo ya biashara ya nchi za kusini mwa na mashariki mwa Afrika, COMESA, imetangaza kuanza mkakati mkubwa wa kidijitali unaolenga kuimarisha biashara, kuongeza thamani ya bidhaa na kupunguza gharama za miamala baina ya nchi wanachama. Hatua hiyo imefikiwa katika mkutano wa 24 wa kilele wa COMESA uliofanyika jijini Nairobi, uliowaleta pamoja viongozi kutoka nchi 21 wanachama, wakiwemo marais, mawaziri wakuu na wadau wa sekta binafsi. Thelma Mwadzaya na mingi zaidi Kongamano hilo la siku tatu limejadili namna teknolojia inaweza kuwa injini ya ukuaji wa uchumi wa kikanda, huku wakuu wa nchi wakihimiza ushirikiano wa karibu katika miundo mbinu ya kidijitali, usafiri na mfumo wa malipo wa pamoja. Katika hotuba yake ya kufunga mkutano, rais William Ruto wa Kenya ambaye sasa ndiye mwenyekiti mpya wa Komesa alisisitiza kuwa Afrika haiwezi kuendelea kutegemea mifumo ya zamani ya kibiashara. Amesema ni wakati wa kupitisha hati na taratibu za kielektroniki, kuunganisha majukwaa ya malipo ya mipakani na kuhakikisha bidhaa za kikanda zinanufaika na teknolojia ya kisasa therefore... Tuiongeze kasi ya matumizi ya hati za asili za kielektroniki, mifumo jumuishi ya pamoja na majukwaa ya malipo yanayovuka mipaka, ili kulinyanyua eneo letu kuwa imara zaidi kwa biashara barani mwetu, so trade on our continent. Tayari nchi kama Eswatini, Malawi Zambia na Zimbabwe zimeanza kutumia hati za kielektroniki katika biashara ya mipakani, hatua iliyopunguza muda wa usafirishaji kwa zaidi ya asilimia 80 na gharama kwa nusu. Katibu mkuu wa Komesa Chileshe Mpundu Kapwepwe amesema juhudi za kuwaleta wanawake na vijana kwenye mifumo ya biashara za kidijitali zimepiga hatua kubwa kupitia mradi wa pamoja wa Komesa na Benki ya Dunia wenye thamani ya dola bilioni 2.5. Mradi wa Benki ya Dunia na Komesa wa kuimarisha kasi ya mifumo ya dijitali wa thamani ya dola bilioni 2.5 unaendelea mwaka huu, unalenga kuwaunganisha watu milioni 180 na, na huduma za kidijitali kwa wengine 100 ifikapo mwaka 2030. Mkakati huu unawapa umuhimu wanawake, vijana, wakimbizi na mashirika ya umma. Kikao hicho kilihudhuriwa pia na rais wa Burundi na mwenyekiti anayeondoka wa Comesa Evariste Ndayishimiye, pamoja na rais Azali Assoumani wa Komoro, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe ambaye ni naibu mwenyekiti mpya waziri mkuu Ahmed Abiy wa Ethiopia, Russell Miso Dlamini wa Eswatini na Mustafa Madbuli wa Misri. Kenya ambayo sasa inaongoza jumuiya hiyo imeahidi kutumia nafasi hiyo kusukuma mbele ajenda ya biashara huru ya bara la Afrika kupitia mkataba wa jumuiya ya COMESA, EAC na SADIC, eneo linalotajwa kuwa soko kubwa zaidi barani Afrika. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametoa wito wa amani kwa rais wa Rwanda Paul Kagame akimtaka aache kuunga mkono waasi na washirikiani kwa ajili ya amani. Zaidi kuhusu mkutano wa viongozi hao uliofanyika mjini Brussels, Ubelgiji, anasimulia Saumu Njama. Chisekedi mwenye umri wa miaka 62 alitoa wito huo alipohutubia jukwani baada ya Kagame katika mkutano wa Global Gateway Forum, ambao ni kongamano la uwekezaji lililoandaliwa na Umoja wa Ulaya katika mji mkuu wa Ubelgiji. Ninaomba jukwaa hili liwe shahidi na kupitia hapa naiomba dunia nzima ishuhudie, naponyoosha mkono wangu kwako, mheshimiwa rais, ili tuweze kuleta amani hii inahitaji uagizi wapiganaji wa M23 wanaoungwa mkono na nchi yako waache mara moja mashambulizi haya ambayo tayari yamesababisha vifo vingi sana. Tuwe na ujasiri wa kuangaliana machoni kusema kilicho kibaya na kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya watu wetu. Hata hivyo Kagame hakuzungumzia moja kwa moja mgogoro huo katika hotuba yake, lakini alirejelea kwa kifupi kauli ya awali ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliyesema alihisi nguvu ya kutaka amani alipoona viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja. Eneo la Kongo mashariki linalopakana na Rwanda na lenye rasilimali nyingi limekumbwa na machafuko makubwa kwa zaidi ya miongo mitatu kutokana na makundi ya waasi. Kundi la waasi la M23 ambalo lilianza tena mapigano mwishoni mwa mwaka 2021 limechukua maeneo makubwa kwa msaada wa Rwanda na kusababisha janga kubwa la kibinadamu. Mapema mwaka huu, machafuko mapya yalizuka ambapo M23 waliteka miji muhimu ya Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mapigano tangu Januari yamesababisha maelfu ya vifo na kulazimisha mamia ya maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Serikali ya Kongo na waasi wa M23 walitia saini tamko la msingi mnamo Julai 19 huko Qatar likiwa na azimio la kusitisha mapigano kabisa. Tamko hilo lilifuatia ya makubaliano yamani, ya amani yaliyosimamiwa na Marekani kati ya serikali ya Kongo na Rwanda. Hata hivyo utekelezaji wake umekuwa pole pole wa polepole huku waasi wa M23 wakizidi kuimarisha udhibiti wa kisiasa na kiuchumi katika maeneo wanayoyashikilia na tuelekee sasa nchini Tanzania ambako muda unazidi kuyoyoma kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, ambao mbali ya nafasi ya urais unajumuisha pia wajumbe wa chombo cha kutunga sheria bunge. Miongoni mwa maeneo yenye ushindani mkali katika uchaguzi huo ni jimbo la Kigoma Mjini ambako mwanasiasa mzoefu Zito Kabwe wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo anachuana vikali na msanii Levocatus Chepando maarufu kama Baba Levo. Mwenzangu Prosper Kuigize amezungu na Baba Levo na kwanza alitaka kujua kwa nini ameamua kuwania ubunge. Kwanza kabisa ni baada ya kuona baadhi ya watu ambao wamepewa nafasi ya kuwa wabunge katika jimbo la Kigoma Mjini wanashindwa kuyafanya yale ambayo yanawasumbua watu wa Kigoma Mjini. Kumbuka Kigoma Mjini ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo kama kiongozi anakuwa ya hatendi yale ambayo yatamaliza changamoto za Kigoma Mjini, basi Hizo changamoto zitaendelea kuwatesa ndugu zangu. That why nikaona sasa ni bora niende mwenyewe. Nimejaribu kwenye udiwani nimefanya vizuri, nikasema acha niende kwenye ubunge nikafanye vizuri. Na nashukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa kunipa nafasi ya kugombea kwa sababu moja kati ya uh, procedure ngumu ni kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi, na ninashukuru viongozi wangu waliniteua. Unapimaje matokeo e, ya udiwani kwamba ndiyo kiini cha wewe kukubalika katika kuwania nafasi hiyo unayoitafuta kwa sasa? Kiukweli, uh, swala la udiwani siliongelei mimi peke yangu. Uh, swala la udiwani linaongelewa na wananchi wenyewe. Wamekuwa wakinipima kwa kutumia udiwani, wanasema Baba Levo alivyokuwa diwani alifanya moja mbili tatu, sasa tumpe ubunge ili akayafanye uh, yale ambayo yana ya ukubwa wa levo ya ubunge. Lakini pili, mpinzani ambaye nashindana naye aina ya uongozi wake unanipa mimi mwanya wa kuweza kupenetrate kwa sababu ni kiongozi ambaye ukimchagua Kigoma akifika bungeni concentration yake haiwi Kigoma peke yake Umemtaja mshindani wako au mpinzani wako, bila shaka ni Zito Zuberi Kabwe ambaye pia anatajwa kuwa mwalimu wako wa siasa. Unafikiri una uwezo wa kutosha kumshinda? Wanaopiga kura ndio wanayoamua nani awe kiongozi, sio sisi tu wenyewe ambao tunagombea, ni wale ambao wanaenda kutuchagua. Na ukiangalia asilimia kubwa kwa sasa hivi uh, wanamkataa kwa sababu ya aina ya uongozi wake, na mimi sikatai kwamba kwa namna moja au nyingine yeye alinipa fursa ya kuwa kiongozi kupitia chama chake, na mwisho wa siku mimi nikawa diwani bora kuliko madiwani wake wote ambao waliwapa nafasi. Nimejitengeneza zaidi kimkoa na katika jimbo la Kigoma mjini, na ndio maana anapata tabu sana namna ya kupenetrate. Kuambie ni mambo gani matatu tu ambayo una uhakika kwamba hayo ndio mahitaji ya Wanakigoma? Uh, jambo la kwanza kabisa ambalo ni tabu na ni shida katika jimbo la Kigoma mjini ni barabara. Lakini la pili ni kuboresha masoko, kuna masoko mengi sana ya jioni. Kazi ya tatu ni kuhakikisha tunavyo connect vitu viwili, afya na elimu. Haya ni e, mgombea huyo wa jimbo la Kigoma mjini Levokatus Chipando alipozungumza na mwenzetu Prosper Kwigize. Najet, mambo ni mengi, muda ni mchache. Haya, twende ha, yes, kwenye mitandao ya kijamii. Haya, sawa, kwenye mitandao ya kijamii kuna taarifa kwamba watoto kumi na nne wamepoteza maisha huko nchini India baada ya kutumia dawa ya maji ya kikohozi aina ya cold reef. mm -hmm. mm -hmm. Mamlaka zinasema kwamba dawa hii imegundulika ina kemikali aina ya dangelin glycine ambayo inasababisha kushindwa kwa figo kwa hiyo inaua figo ndio, mm -hmm. na wazazi wa watoto wa hao wanasema kwamba wakati walikuwa wanawapatia watoto wao dawa hiyo, walikuwa wanahisi kichefuchefu, kutapika na kupoteza fahamu, muda mrefu baada ya kutumia, na wanatapika sana hadi kuitoa dawa hiyo. Wataalamu wa afya wanasema, uh, kilainishi kilichowekwa katika dawa hiyo kinatumika kwa ajili ya kusaidia viwandani mm, na sio kwa matumizi ya binadamu. Serikali ya India imepiga marufuku mara moja usambazaji wa dawa hiyo, lakini tayari lili maafa yametokea. Kwa hiyo kilainishi ki cha mashine kimeenda kuwekwa kwenye dawa uh-huh. Pengine wataalam hapa walidhani kifua pia ni mashine. mm -hmm. Maoni ni mengi. Anaitwa Ramesh anasema vifo hivyo ni aibu kwa taifa la India ambalo linaaminika katika kutengeneza dawa. Serikali imeshindwa kuwalinda watoto, hususan watoto wadogo. Musa Isa anasema inawezekana hata Tanzania zipo za aina hiyo, lakini sasa nani anakagua? na hii inasababishwa pia na kununua bei dawa bei rahisi kwa kwa ajili ya umaskini mm. Haya, sasa tuelekee huko nchini Marekani. Mitandao mm -hmm. ya kijamii leo imefurika na mjadala wa kwamba, je, mwanamke anaweza kuwa na thamani akaijua thamani yake, baada ya kusambaa kwa mazungumzo kati ya mtu na mpenzi wake huko nchini Marekani, mazungumzo hayo yakionyesha binti ama mdada huyo akipewa zawadi ya siku yake ya kuzaliwa ya dola Elfu mbili sawa na milioni nne nukta nane milioni tano kasoro laki mbili na mpenzi wake, na akizirudisha kusema kwamba yeye hana thamani ya zawadi hiyo mm -hmm. Kwanza kabla tujaenda kwenye thamani hii milioni nne nukta nane ni shilingi ya kitanzania, si ndio? Ndio, ndio, turudi kwenye thamani. Ujumbe wa binti huyo unasema mm -hmm. asante, lakini nitarudisha pesa hii kwako, tumekuwa pamoja muda mrefu. Milioni nne ama mm -hmm. hizi tano kasoro kwa ajili ya birthday yangu. Hapana, unajua kwamba hii ni pesa yangu ya chakula tu kwa mwezi. Aa, na ndio maana nashukuru, lakini najua hii siyo thamani yangu. Sasa huo ujumbe na kurudisha pesa ndio jambo limezua mjadala wanawake wanasema pengine, <laughs> wanaume wanajua <laughs> hawajui thamani ya wanawake, wanawake wanasema. Imekuwa ni mjadala mkubwa sana kupitia X na Instagram toka jana. mm. mm -hmm. Lakini mchana huu mambo ndio yamepamba moto. Lilian, wanawake wanasemaje, wanaume wanasemaje kwa ujumla. Kijana wada anasema kwa ujumla, naomba nisome kwanza hii, anasema ada anasema Ulaya kweli maisha rahisi, mtu anapewa milioni tano. Uh, lakini anaikataa. Anasema inawezekana pengine si jambo la maajabu, pengine yuko sahihi, lakini kwa bongo hayupo sahihi. Kwa ujumla ni kwamba wanaume wengi wa Tanzania anasema ine, imekuwa ni kitu cha maajabu mtu kurudisha milioni tano, maanake Tanzania hata ukikosea namba tu ukatuma pesa kwa bahati mbaya, au ukanunua vocha kwa bahati mbaya, hiyo inaitwa msalie mtume, ndo limeenda lile na ungerudisha. Tusonge ujumbe wa msikilizaji So. <laughs> yeah. Najua, tunashukuru sana. labda tuanze kuangalia kwenye mitandao yetu ya kijamii hapa e, nina ninafungua kwenye ukurasa wetu wa YouTube hapa, namwona Mulinde Musa wa Morogoro Tanzania yeye anasema anayombea Tanzania idumishe amani kuelekea uchaguzi mkuu. Alafu nani huyu anaitwa anaitwa Baraka Mlaya anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle Kiswahili mubashara nikiwa Moshi Tanzania. Saba Joseph wa Kagera Tanzania anasema Umoja wa Mataifa sasa ni jukumu lenu kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana Palestina. Na fundi Hamisi Fulu Migebuka huyu wa Kigoma Tanzania anasema tunamhitaji kiongozi anayeguswa na matatizo ya wananchi na jeta. Ukurasa wetu wa Facebook, wile rais wa amani wa Arusha Tanzania anauliza amani itarejea lini huko Mashariki ya Kati. Kenedi Mpemba wa Kagongwa, Tanzania, anasema Israel na Hamas wamalize tofauti zenu. Barnabas Kulaya wa Moshi, Tanzania, anasema hata sasa Israel na Hamas wamepatana, Trump hastahili pongezi wala tuzo ya Nobel. Isaya Sambo anasema Chisekedi kumnyosha kidole kiongozi mwenzake huku akiomba mwafaka inaandaa mazingira magumu ya kufikia mwafaka huo. Charles Jumanne ya mafundi simu yeye, kutokea Kagongwa huko anasema tunaomba tuna omba polepole pole, apatikane akiwa salama. Ndata Barasa akiwa Maweni, Taveta Kenya, anasema hongera sana Israeli na Palestina kwa hatua njema ya kusaini makubaliano ya kusitisha vita huko Gaza. Ukurasa yetu wa Facebook matangazo haya kama mnavyotuona, tuko mubashara. Naitwa Nzosaba Jean Claude wa Bujumbura, Burundi, anasema itakuwa ni jambo jema endapo makubaliano kati ya Israel na Hamas yatatekelezwa kwa vitendo. Emmanuel Mamberera anasema binafsi naona zitokabu apumzike

wanapaswa kuwa wamoja ili kuimarisha uhusiano wao, na nami namwona Renus Brushad anasema tunaomba polepole pole, RJ akiwa salama. Ujumbe wake ndio unatuhitimishia matangazo yetu ya ye jioni hii leo. Nakushukuru sana kwa kuungana nasi jioni hii. Najet, asante sana. Salina, asante sana. Silvia, asante sana basi. Ninawatakia jioni njema, kesho saa so 12 kamili za asubuhi tutakuwa na matangazo mengine. Naitwa Lilian Mtono. Na tunapoteza muda. Oh I I just want to love love you love you Can I be Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite, Badri 8 Eutelsat 8WB, Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani, kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwaherini.